Uchebe, shabiki wa wanachama Young Africans ametoka Mbeya mpaka Dar es Salaam na ndege shirika la ndege. Tuambie kwanza, Uchebe, safari ilikuwa namna gani kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam na ndege? Ah, uh, kwanza safari ilikuwa nzuri. Ah, uh, so Dar es Salaam tu uh, Mbeya tu Dar es Salaam. Ah, uh, Mimi ndo shabiki pekee ambaye napanda ndege, kwanza lazima mkielewe uh, na sio kwa kuigiza igiza mm -hmm, au kwa kwenda airport tunapiga picha nawatumia washikaji wafanye nini mi nime na, napanda ndege na nalipia. Nilipanda hapa kwenda Mwanza, mliona nimepanda Mwanza kuja Dar es Salaam, Dar es Salaam Mbeya, Mbeya to Dar es Salaam mpaka for. Oh, this time nimefika, nachoshukuru kwanza Mungu nimefika salama. Uh, safari ya kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam nimeenjoy, nimeenjoy kwa sababu nilikuwa kama nyumbani vile, eh, Mbeya kama nyumbani kwa sababu imenilea kwa muda mrefu na ndio sehemu ambayo nimetafutia maisha mpaka sasa hivi unavyoniona, unaambia nini ambao mashabiki ambao hawajai kupanda ndege? Ah, kupanda ndege sio kazi ndogo mm, na sio kila mtu anaweza kapanda kwa sababu bei za ndege huwezi mm, ukafananisha na daladala, bodaboda mm, au nini mwendokasi, hazifanani mm, mm, kupanda ndege ni heshima yake, na maana unakuta kuna viongozi wakubwa wa, wa nchi wafanyabiashara, ah, eh, kama sisi kina uchebe eh, uchebe Yanga, kwanza umeiona hii jezi yani. Kwanza imenifurahisha sana, unajua ndio jezi ambayo inatakiwa ipande ndege, ina picha au ina mchoro ya Hamza Hamza. So, unajua ndio jezi ambayo inatakiwa kupanda ndege, unapanda sio ndege una ndege, unajiita mshabiki umepanda ndege, si una jezi ambayo haieleweki, hai, hai, inaelezea nini, lakini hii nikiwa nimepanda ndege, kwanza nimefurahi. Kwenye ndege nilikuwa napiga nao story, akanauliza, ah, hii jezi bwana, tunaipataje Nikaambia ipo pale Jangwani, unaipata au kwa mawakala. kwa kwa sababu gani, nikamuuliza kwa sababu gani umeuliza ijezi? Akasema imenikumbusha msimu uliopita wakati tunakuwa mabingwa, kuna mtu alikula Hamza na ndio kipindi ambapo tulipiga Hamza Hamza nyingi kwao, hata pia, Hamza nyingi hata sasa hivi pia tumepiga kwao. Ndio maana lazima unavyopanda ndege kama shabiki wa Yanga, huwezi kusahau ijezi. Ijezi ina thamani sana umenielewa ndio jezi pekee, kwanza inauzwa kwa bei ghali kuliko jezi yoyote ya vilabu vivyote hapa Tanzania. Umeelewa? Hii jezi unaweza kufananisha thamani yake labda na na timu ambazo zinashiriki ligi kuu England, ndio unaweza kufananisha. Otherwise uweze kupanda ndege hivi hivi, kila slice, kupanda ndege sio swala la, la, kila mtu anaweza kupanda. Umeelewa? Sijui niwaelezee je, kupanda ndege labda nyima uandishi wa habari, kupanda ndege hiyo kwenu ni jambo la kawaida. Ila shabiki. Ah, wewe blaza unapiga mchongo gani? unapiga mchongo gani? upande ndege? shabiki wa kawaida, sikiliza mm. Na naongea kwa kumheshimu kama blaza mm, ila kusema alipanda ndege mtamuuliza vizuri. Kuna vitu ambavyo watu ukiviangalia kwenye kupanda ndege, blaza, kuna process zake mm. Eh? Mm. kwanza Umeona mimi hata nikiwepo angani kule nilikuwa nachukua eh. Tuko angani hivi, si umeona? Eh, ile napanda hivi madoido mengi. Niko ndani mle madoido mengi. Eh, nashuka nini eh? Kwanza ni hadi rubani mwenyewe. Umenielewa? Hadi rubani akachungulia hivi akaniona na akasema, "Ah, shabiki la wananchi nikamwambia nipo, uchebe Yanga hapa." Ah, naipenda hiyo jezi ya Hamza, Hamza. Sasa unapanda ndege kwa sababu gani? Kuanzia hapa. <laughs> Kuna kauli moja ya uh, Haji Sande Manara kabigi na wanachama wa Africans mm, uh, katika moja na mbili katika timu gomoja kiojiwa akisema kauli yake ni bado ni ile ile, atuchezi atuchezi atuchezi, labda imeshakusha kwao. Ni kauli, unaongana na Haji Sande Manara kabisa. Yule kwanza ni brother wangu, umenielewa? Kisoka lakini hata kiumri, lakini pia tukizungumzia Haji Sande Manara hauwezi ukaacha kwamba ni mtu ambaye amepush mafanikio ya mpira hapa Tanzania. Aa, uzuri wa adabu ya wa Simba na Yanga, ambaye ya mtu ameleta chachu sana ni Haji Sande Manara. Katika wazungumzaji wote wa media kwenye swala la mpira huwezi kumwacha kumtaja Sande, Haji Sande Manara ni brother ambaye amepush kuhakikisha kuonekana mpira wa Simba na Yanga una ladha yake. kwa hiyo leo amezungumza kama ni shabiki au mwanachama wa klabu ya Yanga. E, nilikuwa niko safarini niko na kula luti za ndege kwanza na enjoy maisha, umeelewa. Uh, yule brother kitu alichokizungumza kwanza ameenda kwa fact. kazungumza kulingana na kwanza, kaomba kwa kiongozi wetu mkubwa ambaye ni engineer S sawa, rais wa klabu ya Yanga, lakini sio klabu ya Yanga tu ni mwenyekiti au ni rais wa vilabu barani Afrika sunaelewa, e, na ofisi yake iko Morocco sasa hivi kyo alimwomba kwamba kulingana na mjibu wa katiba yetu tunaomba tuwe na mkutano azimio, lio, lio wa dharura tuweze kuweka azimio kuhusiana na dabi iliyoahirishwa tarehe nane kwa sababu kama, uh, nafikiri mimi binafsi muda mrefu hatujaongea na waandishi wa habari, na kama nyie muda mrefu mmenielewa bwana waziri Tambiko kutoka Chapesa media midia kutoka pia ukiangalia choice lakini M15 nilikuwa nimewamisi bwana, ili furukuto mwanangu lilikuwa linanichambua linanifurukuta, kwa sababu tufike sehemu ule mchezo. Sasa hivi kila Mtanzania anajua sheria, kanuni na taratibu za mchezo, umenielewa? Nataka niseme kitu kimoja, kuahirishwa kwa mchezo, kuahirishwa kwa mchezo duniani, au FIFA imeorodhesha sababu ngapi? Tatu ndio ambazo zinaweza zikaailisha nini mchezo chini ya masaa kumi na mbili chini ya masaa kumi na mbili. Sababu ngapi? Tatu ambazo wameziutaja. Suala la kwanza hali ya, ki, hali, hali ya mabadiliko hali ya hewa so. Sababu ya pili kifo cha kiongozi yoyote mkubwa katika nchi. Sababu ya tatu wameainisha sababu za kiusalama ambazo ndo zinaweza zikapelekea nini kuahirishwa kwa nini mchezo. Kwa mchezo kwa ghafla, umenielewa? Yani una, tunasema unaondoka sasa kwenye sheria au kwenye kanuni za kwamba hapa inatakiwa tunalazimika kuahirisha mchezo. Sasa tuangalie wale ndugu zetu tarehe nane walidai kunyimwa haki yao ya nini ya msingi kufanya mazoezi yao ya mwisho, ile sio sababu ambayo inaweza ikapelekea kuahirisha mechi. Ukiangalia kanuni ya ya Tanzania Premier League kanuni namba 12 inatuelekeza kwamba kwa timu mgeni kuto kupata haki yake ya kufanya mazoezi haipelekei mchezo kufanyaje, kuvunjwa au kuahirishwa. Umenielewa? yeye yeah, anacholalamikia yeah, ni kanuni ya 17 kifungu kidogo cha namba 45 kwamba nimenyimwa kufanya mazoezi kufanya kupata haki yangu ya kufanya mazoezi, umenielewa, ya mwisho katika mchezo husika. Umenielewa? nataka niwaulize kitu kimoja. Mimi siku zote nakuwa nasimama kwenye fakti hatuzungumzii unafiki. umenielewa? ile siku pale tuko wakati lile tukio linatokea, mnaposema mabouncer wa Yanga walizuia wachezaji wa nini? wa, wa, wa klabu ya Simba kuto kupata haki yake ya mwisho ya mazoezi sio? Lile geti lilikuwa liko wazi, kwa video ambazo mnaziona au waandishi ambazo walirusha zile video, kama zilichukuliwa sehemu ya kufanya wao wasipate haki yao, kuna geti lolote lilikuwa wazi? Eh? Nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe ndio mmiliki wa funguo wa nyumba yako. Mtu anakuja kulalamika, wewe unajua kabisa geti langu nimeifunga. Umemweka mlinzi. Halafu mtu anakuja kulalamika bwana, kuna mtu mlinzi wako amenipiga, nilikuwa nataka niingie kwako. Na unajua kabisa geti limefungwa na funguo ni nazo. Unamwona na akili timamu? Utamwona na akili timamu? Amekuzuiaje wakati mlango umefungwa na funguo ninazo mimi kwanza? Ndio ujue hiyo ilikuwa ni drama, umenielewa? Ni michezo ambayo ilitengenezwa ya kipumbavu. Na pia tukitoka hapo, tuje tu, tu, tu, kwenye swala la, la, la mheshimiwa, uh, niseme raisi wa TFF Wallace Karia, hmm. Ili swala kikweli, mimi binafsi sijalipenda kauli yake, kauli yake mimi sijaipenda, Kutuambia wana Yanga tukacheze sinema, kutuambia wana Yanga tuwahoji viongozi wetu kama wako sahihi, mnielewa. Na katika uongozi wake klabu ambayo imenufaika sana ni Yanga. Hizi kauli kikweli mimi sijazipenda, kama shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga sijazipenda totally. That is why nataka nikwambie. Mmeona sasa hivi kwamba kuanzia kwenye mchezo wa Simba Queens na Yanga Queens, KMC nadhani mliona mabango wanachama ambavyo kiasi gani wamechukizwa, lakini umeona maazimio ya matawi mbalimbali, mmeona mbali, Mwanza mmeona Mbeya. Pia jana tulikuwa na hiyo ishu Mbeya, tumekutana na wanachama waliopo Mbeya, walikuwa wameitana kama mkoa kutoa azimio kwamba tunawaomba viongozi wetu mechi hii isipai, isipewe nafasi tena ya kuchezwa kwa sababu kama yanga ilifuata kanuni ilifuata sheria ilifuata utaratibu, na bado iliwaomba kwamba hatuna imani na uongozi wa bodi ya ligi, ikamtaja Almas Kasongo na, na Steven Mguto, na bado huyo huyo waliokuwa wali wametajwa wanasimama tena. Umeizona hoja zao, umemwona Steven Mguto amesemaje, kwamba ile siku tusingetumia busara ile siku tusingetumia busara Simba litakiwa shuke daraja. Sasa tunaruda kwenye hoja ya msingi, kwa nini yanga yang anapokuwa anakosea tunasema sheria zifuatwe? Kwa nini Simba anapokuwa anakosea tunasema tutumie busara? Nataka nikukumbusha, kuna tukio kwa tukio moja Stephen Ngudu amezungumza akisema, 2021 yako kwa hivyo ya ligi walijadilisha mchezo muda, walisema saa saa kumi saa kumi na nakukumbusha, mchezo ulikuwa saa kumi na moja ukahamishwa kutoka saa kumi na moja mpaka saa moja. Nataka ndio maana nimekwambia hapa mwanzo kabisa kwamba sababu ambazo zinapelekea kuahirishwa kwa mechi au mabadiliko yani timu yeyote ya mabadiliko ya mchezo umenielewa, inatakiwa yatolewe kuanzia masaa kumi na mbili ishirini na nne mpaka sabini na mbili Mabadiliko ya nini ya muda. Sasa je, tunakuja ni kanuni gani ilitumika saa 8 wakati timu imeshajiandaa kutoka aikitown inaelekea Benjamin Mkapa inaambiwa kwamba mchezo umeahirishwa ni kanuni gani okay? Mna mnakumbuka ila ilo sakata wao wenyewe bodi ya ligi walisimama kwamba ni kweli tulifanya makosa kuandishi, si mnakumbuka? so alisimama kwamba tumefanya makosa, mtusamee bodi ya ligi, na mwisho wa siku tukafika maridhiano, tukarudiana mchezo no hapo hapo walipigwa Hamza, simnakumbuka vizuri. Sasa ndo tunasema kwamba tuangalie juzi, mtu wa kwanza kutoa taarifa ya kwamba hatutaleta timu uwanjani ni klabu gani? Sasa nataka niwaulize waandishi na Watanzania wote wanaonisikia kwamba timu ina mamlaka ya kutoa kan, ka, yani ya kutoa tuseme tu, sijui nitumie lugha gani? Kwamba inafanya maamuzi yani ya hukumu, pale Simba alihukumu hukumu, umenielewa? Kwamba hatutaleta timu kwenye mchezo huu, lakini sio kwenye mchezo huu mpaka michezo mingine ya bodi ya ligi kuu, yani discipline ya meli, umenielewa? Mpaka wapate haki yao. Je, tunarudi kikanuni? Anasema hivi Makosa kikanuni, ya ki, kikanuni yanahukumiwa, si ndio hivyo waandishi? makosa kikanuni, ya kikanuni yanahukumiwa kikanuni. Yeye kama alinyimwa haki yake ya kufanya mazoezi, ilitakiwa iandikie barua au kutoa taarifa kwa bodi ya ligi, mnielewa au TFF, bodi ya ligi pamoja na TFF. Halafu bodi ya ligi na TFF waingia kwenye uchunguzi, anachokilalamikia mpinzani ni sawa na tunatambua kwamba timu mgeni asipopata haki ya kufanya mazoezi kwa sababu za kutokana na timu mwenyeji, faini yake ziko wazi, ni milioni mbili mpaka milioni tano sio sote tunajua. Sasa tunakuja kwenye swala yeah. Je, hiki kilichofanyika asubuhi tarehe nane bodi ya ligi walitangaza mchezo nambari 184, kati ya Yanga na Simba huko pale pale, endeleni kufanya manunuzi ya tiketi. Mchana saa nane, mabadiliko ya muda yanatokea. Sio mabadiliko ya muda, kuahirishwa kwa mechi yanatokea. Sasa tunakuja kujiuliza, ni kanuni ipi au sheria ipi iliyotumika kuahirisha mchezo huu? Kama ni ishu za kiusalama, watanzania sio wajinga, tunajua ishu ya kiusalama ambayo inapelekea kuahirisha kwa mechi endapo machafuko yamekuwa makubwa, kwa mfano machafuko yale yanapelekea hata jeshi au vyombo vya usalama kushindwa kudhibiti machafuko hayo, ndio yanayoweza kupelekea mchezo huo kufanyaje, kuahirishwa. Kauli ya rais wa TFF Karia, kuna Yanga wengi kusema ni sahihi, kwa sababu nataka niwaambie kitu kimoja, unavyokuwa kiongozi mkubwa kwenye taasisi kwenye jamii yoyote ustahili kuwa na majibu ya kukurupuka, ustahili kuwa na majibu ya kukurupuka, siyo? Kama naeleweka vizuri, kwa nini nasema usiwe na majibu ya kukurupuka? Yeye tunajua hakuwepo hapa nchini, alikuwa kwenye mkutano wa kafu, si kweli? Alikuwepo kwenye mkutano wa kafu, anarudi baada ya kusema kwamba, mi nilitegemea kama kiongozi yule mkubwa angesema kwamba nimelisikia na nimefuatilia au naendelea kufuatilia, naombeni niwasiliane na watendaji wangu nitarudi kujibu, au watendaji wangu watalitolea majibu, kwa sababu bodi ya ligi ilishasema ipo kwenye uchunguzi. Sasa alivyokuja kujibu kiasi kile, ilitupelekea moja kwa moja kwa mtu anayejua kutafakari jambo au kufikiria jambo kwamba bodi ya ligi sio waliowailisha mchezo. Bodi ya ligi sio waliowailisha mchezo, walipewa maagizo kutoka kwa kiongozi mkubwa ambaye ni yeye, kwa sababu pale pale alionyesha ni hali kiasi gani na anaumizwa Simba ambao hapati ubingwa. Sisi tunaelewana ni namna gani Simba anaumia na Simba kuto kupata ubingwa, na hii inatokea mara ya nne mfululizo na bado ndani yake Yanga anakuwa bingwa mara nne mfululizo, anamfunga tena Simba. Mnanielewa vizuri okay? Sio kama mnanielewa okay? Wakati Yanga anacheza Simba anakuwa bingwa mara nne mfululizo, hakuwahi mfunga Simba. Ya, hakuwahi mfunga Yanga, kama mnafuatilia au mnajua vizuri hakuwahi mfunga nani? Young African, Young African, yeye anakuwa bingwa mara nne mfululizo kwa hii sasa Yanga leo hii ya anakuwa bingwa mara nne mfululizo, Simba hajafanikiwa kumfunga nani? Yanga, na hajaambulia hata sale. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba yeye anaungana na klabu ya Simba, na ndio maana kuna siku niliwahi waambia kwamba anaungana na klabu ya Simba kabisa. Tusianze kupepesa macho, kama unafika sehemu una... ngoja nikwambie, naomba ni kwa kauli hii mimi sitaki kusema kuonekana nazungumza tu kwamba kama ni klabu ambayo imenufaika kupata mafanikio mengi kwenye uongozi wake ni Yanga. hmm. Sio tunaelewana? Haya, naomba nikuulize, safari hii ni nani wanaogombania kuwa mabingwa wa ligi kuu na nani? Nielewa, ni Yanga na nani? Haya, huu mgogoro umetokea ni nani na nani? Haya, leo hii bodi ya ligi imesema tumetumia busara kuto kumfanya simba shuke nini daraja. Hiyo sio kauli yangu, ni kauli ya Steven Mguto. Sasa unajua na vyombo vya habari au mimi jamani nakurupuka eh? Alisema ile tunge, tusinge tumia busara, simba alikuwa anashuka nini daraja. Sasa nataka niwaambie busara inakuja wakati simba akiwa anako, anakosea Naomba niwaulize kitu kimoja, mnakumbuka mwaka, nimesahau mwaka, kama sijakosea, nadhani elfu mbili kumi na tisa, kumi na tisa, kumi na nane, hapa nahisi, tulikuwa na mchezaji mmoja Yanga ilimtambulisha Yanga ilimtambulisha. Baada ya kutambulishwa na Yanga, ilionekana ni mchezaji ambaye hajamaliza mkataba kutoka Simba. Mnakumbuka hilo sakata na Yanga alilazimika kisheria kulipa milioni hamsini, mm. alimlipa Simba, mm. mnakumbuka mm. Haya, nakuja sasa. Lamekirawi msimu huu alitambulishwa na klabu gani? Simba, Simba Sports Club sio? mpaka mm. leo lamekirawi anachezea wapi? Je, pale ilifuata sheria busara? Leo tunakuja Awesu, Awesu kutoka KMC KMC wa kusema yule ni mchezaji wao, mwisho wa Musha siku nini, kimetokea Busara, nataka nikuulize, tukurudishe nyuma. Mnakumbuka Simba anaenda kucheza na Kagera, wachezaji wanne nadhani walikuwa wanaumwa nini, mafua, si kweli? Ule mchezo walifanyaje, walilailisha, walisema nini? Busara, nataka nikuulize, Tabora msimu wake nadhani wa kwanza anaingia ligi kuu, anakutana na Azam, alikuwa na wachezaji nane, wengine wote wa kigeni hawana vibali vya kucheza. Mnakumbuka vizuri wale wachezaji nane na wawili bado wakapata injury, wakabakia sita. Kikanuni na kisheria hairuhusu, lakini ule mchezo si ulichezo na Azam akapata magoli mangapi? Manne. Faisal, Faisal Salum anafunga Je, kwa nini pale busara ikutumika? Sa uchebe mnasema uh, mna, mna, mna, kwamba mnaenda mnaipeleka kesi hii CAS, lakini e, swali la mwenyekiti wa bodi ya ligi e, Steven Mguto alisema kwamba kama mtaamua kwenda CAS mtakuwa e, mmepoteza muda na pesa zenu, kwa maana inafahamika kufungua kesi CAS ni gharama na kama bodi ya ligi hawajatoa tamko eidha e, nyie mpo sahihi, Simba kakosea mavipi. Wao wapo kimya, wanaendelea kufanya kufuata taratibu ambazo wamejiwekea. Nyinyi kama young Africans kuweka kwe, msimamo wenu kwamba mnaenda kasi, si kwamba mnaingilia sasa majukumu ya bodi ya ligi na kuikosea bodi ya ligi. Hatuiingilii kwa sababu sisi tulishatoa muda pia, tunaomba tulitoa period ya masaa sabini na mbili almost siku tatu, sio? kwamba bodi hii iwe imejiuzuru kwa nini, ambaye ni Almas ka, Kasongo pamoja na nani na sivi ni Mgutu ambaye ndio mwenyekiti. Nataka hapo kama bodi ya ligi wakisema, waki, waki, waki wajiuzuru na lile uh, hakuna chochote kilichoamriwa sasa hivi, mnahisi bado mtakuwa mmepata haki ama mnapaswa kusubiri? Ndio maana nataka nikuambie kwamba utaratibu kwa hivi kama wale wanajiuzuru mm. Inaundwa kamati nyingine ya bodi ya ligi mm. Bodi ya ligi inaundwa na nani? Na mwenyekiti na mwenyekiti na mwenyekiti gani? okay. no, mm. mwenye mm. no, mana... ngoja kwanza. Ndo maana tunapozungumzia bodi ya ligi lazima wawe na mwenyekiti. Bodi ya ligi tunapozungumza bodi ya ligi inatokana na kitu gani? Bodi ya ligi ligi viongozi wa timu, ngoja kwanza bodi ya ligi inaundwa na, na vilabu, umenielewa mm. vilabu ndio vinatengeneza bodi ya nini, vinachagua uongozi mm. kwamba uweze kufanyaje, kusimamia, umenielewa mm. mm. TFF wao wanaidhinisha mm. kwamba kwa sababu vilabu mmefanyaje mm. mmebariki mm. au mimi nakuwa nimekosea eh? Sasa tunavyosema kwamba wale wajiuzulu mm. anayelalamika ni nani? Si moja ya klabu yeah. maake tayari kuna sheria zinafanyaje na tumeainisha sheria zinavunjwa, kwa msimamo wenu ni kutocheza. Ndio maana sisi tumesema wazi hmm. endapo ile bodi ya ligi ikajiuzuru, hmm. ikaja bodi nyingine hmm. hatuna shida kupeleka timu, tunapo tayari kucheza wenyewe kiufupi. nyingine kama hamwataki, hatuwataki. kwa sababu gani? Kwa sababu tayari yeah. Ndio maana nimekuainishia hapo hmm. kwamba hawafuati sheria hawafuati kanuni hmm. wala taratibu za kimchezo wao wakifika sehemu wanafuata busara. Sasa busara ipo kwenye namba ngapi ya kanuni? Nataka niseme hapo hapo. Ngoja, mimi nakataa tena, nakataa tena, mnielewe vizuri. Busara no. Ngoja no, no, no. Nikuulize ile game ya 2021 Yanga, Yanga na Simba na Yanga ilitakiwa cheza game saa ngapi? Saa kumi na moja taarifa ilitoka saa ngapi? Sikumbuki. saa nane mchana. Timu kikanuni mm. kikanuni mm. timu inatakiwa ilipoti eneo la mchezo saa ngapi? Saa tisa. Umenielewa wanasema masaa mawili masaa mawili, umenielewa? Make saa tisa timu ilitakiwa iwe imefanyaje? Make yanga wameshatoka avi kitauni wanaelekea Benjamin Mkapa hmm. wana, wana yani wanasoma tena. Nataka niwaambie kitu kimoja, hawakuitumia Yanga, walitumia watu. waliandika taarifa kwa vyombo vya habari si ndio? taarifa iwafikie Yanga hebu nielewe hmm. aliyekuwa namba moja kutakiwa kujulishwa ni nani? Umenielewa, vilabu hmm. viwili hivi vijulishwe hmm. kuna mabadiliko hmm. wakubaliane hmm. tumekubaliana na haya mabadiliko hmm, baada hmm, ya kukubaliana ndo wanarudi kwa umma, umenielewa? Ndo wanarudi kwa nani? Kwa umma, kwa kwamba mchezo uliotakiwa uchezo saa kumi na moja umebadilishwa muda mpaka saa moja usiku, umenielewa? hmm. Sasa je, yanga alipewa taarifa hmm. walipata muda wa kujadili? Yanga apewe taarifa, yaani asome mtandaoni hivi? Mimi leo sinaongea si mnaziweka, watu wanazifuatilia. Hmm. Mimi hii inakuwa ni taarifa official mawazo, ya mawazo yangu. Hmm. Kwa hiyo yale alikuwa ni mawazo ya, ya bodi ya ligi kubadilisha muda, sio kumpa taarifa Yanga. Tumeelewana vizuri, yeah. Lazima mwelewe vitu vya namna hiyo. Kungekuwa na makubaliano ya hizi timu mbili, wakafika mwafaka, ndio ingekuja taarifa kwa umma. Huwezi ukasema taarifa kwa umma wakati Yanga imeshatoka hadi kitauni. Uh, Uchebe, tutumalize na hili wewe e, kama shabiki wa Young Africans natamani uli, ulijibu hili kama sehemu ya mdau, tukiachana na ushabiki, unadhani drama ambazo zinaendelea e, kati ya Young Africans kuelekea kwenye bodi ya ligi na TFF mnafikiri zinauleta, zina, zina ustawi ya wenye tija kwenye mpira wa miguu wa Tanzania? Mimi binafsi nasema kwa hapa tunacho yanga walichokifanya inaenda kuleta tija kubwa sana, kwa sababu imepelekea kwa hili sakata au vitu ambavyo Yanga amekuwa ni mtu akisimamia kwenye kanuni, inapelekea hata mtu ambaye hajui kanuni za mpira kanuni za, au sheria za mpira anapata nafasi ya kwenda kuzifuatilia na kuzijua kwamba okay, Yanga anadai kanuni gani imekukwa, kanuni gani imevunjwa, na inasema nini, watu wanapata kufahamu kupitia hayo maamuzi ya klabu ya Yanga, na ndio maana tunasema kuna wakati tufike tusiendeshe mpira wa kizamani ja. Zamani watu walikuwa wajui kufuatilia kanuni, walikuwa hawajui sheria, walikuwa hawajui taratibu. Leo hii unamdanganya nani? Ni mtu ambaye labda anatumia kiswaswado ndio mm. Unaweza kumwambia kwamba sheria za mpira wala kanuni wala taratibu hazijui. Mtu anayemiliki smartphone leo hii utamdanganya nini kuhusu kanuni, sheria, taratibu za mchezo, utamdanganya nini? Mimi sasa hivi hata kama mtu ameongea oke okay, napata muda wa kwenda kuangalia hii kanuni, ni kweli inasema hivyo? Umenielewa hmm. Ndio maana leo tunapata kujifunza na kujua mpira wetu, na ndio maana nataka niwaambie kitu kimoja hmm. Hii dabi ni dabi ya saba kuahirishwa. Umenielewa, yeah. mm. Ni dabi ya saba kirekodi. mm. Sasa kama ni dabi ya saba, why makosa hayo, kwamba watu waliopo hawa wanaoendesha huu mpira mm. kwamba hawajifunzi kitu. mm. kutenda kosa si kosa, kurudia kosa, umenielewa mm. dabi yetu ni ya saba, halafu dabi yetu imepata sifa kwamba ni ya nne barani Afrika, ligi yetu ni ya nne barani Afrika kwa ubora mm. Sasa tunachozungumzia ubora huo ni upi? mm. eh? So, so, ni ubu bora upi, je? Yeah. Yeah, tunadanganya, yeah. Watanzania tunadanganywa. Yeah. Kama tudanganywe, kwa nini vitu hivi vinatokea na mamia. Watu wanaosimamia tunategemea watuongoze katika sheria na kanuni za kimpira, wanakuwa wanatufanyia haya. Mm. Wanategemea tutaenda wapi katika soka? Yeah. Yeah. Nauma. Yeah. Nauma. Yeah watu ile siku walisafiri kutoka umbali gani kuja kuiangalia dabi? Gharama kiasi gani? Mi kwa mfano leo mpaka leo VIPB yangu sielewi hiyo tiketi nitaitumiaje, nitaitumiaje? Sina majibu. Ukipangwa lini? Ukipangwa ni kifa si utakufa, ni kifa, mipango ya Mungu hiyo, mipango ya Mungu sawa. Uoni naondoka hapa duniani na kinyongo Haswa maisha lazima, ngoja. Aa, lazima tuzungumze, ndio maana tunachorudi kusema, pia viongozi wetu wanapokosea wajaribu kusimama na kutueleza kwa busara, wasifike sehemu kwamba uongozi wao unakuwa ni tishio au ni fimbo kwa sisi wadau wa mpira, si sawa? Asante.